Zaburi 23 mstari wa nne unasemaje? Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana yupo pamoja nami, gongo lake na fimbo lake vinanifariji. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya kwa maana Bwana yu pamoja nami. Kinachomfanya asiogope ni nini? Bwana yu pamoja na yeye. Kwanza mtu anaanza kusemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika maisha, majani mabichi unaweza kana maji tulivu uniongoza, huihuisha nafsi yangu na kuniongoza naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Kwa ukiona hofu iko ndani yako, ukiona kuna mahali una hofu kukanyaga, una mahali una hofu kwenda, kuna muda una hofu kutoka, ujue kabisa kwamba kuna namna fulani nuru ya Kristo haijafunuliwa kwako, huna ule ufahamu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, huna ile na kujua kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Sababu the moment unatambua kwamba Mungu uko na mimi, hofu ina katika ndani yako. Ni japo pita kati ya bonde la vuli mauti sitaupa mabaya kwa maana Bwana yuko pamoja na mimi. Kwa ile kwamba unajua Mungu yuko na mimi, hofu haina nafasi. Uwepo wa hofu ndani ya mtu ni matokeo ya either Mungu kutoka pamoja na yeye au Mungu yuko pamoja naye lakini hajui kwamba Mungu yuko pamoja naye. Sababu kuna jambo la kwanza la kuwa pamoja naye lakini pia la kujua ni jambo lingine. Kama vile ambavyo Wakristo wengi hawajui sana kama Mungu yuko pamoja nao. Lazima asikie kama vile amepigwa shoti fulani. Au asikie kama vile mwili unatetemeka. Au asikie kama vile bari kama upepo unampuliza, nasema uwepo wa Mungu umeshuka. Lakini Mathayo ishirini na nane tuambiaje? Yesu anasema je, nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu atakapojera sisi ko kwa automatically kwa alipo ndipo upo. na Efeso 2:6 inasemaje? akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye pa katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho. aturudi kwenye Efeso 1:20-21 juu sana kuliko falme na mamlaka na usultani na kuagiza pepo baya katika ulimwengu wa roho. Kwa mahali alipo ndipo tulipo. Kwa kama alipofufuka aliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, kwa na sisi tumeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kwa tulipo shani hawezi kufika ila kwa sababu hatujui na, na juu, hatufahamu. Na kwa sababu hatujui tufahamu, tunapata madhara kutoka kujua na kufahamu. Zaburi 82 mstari wa 5 hadi 7 hawajui wala hawafahamu na utembea gizani, nimesema misingi yenu tumetisika, nimesema ninyi ndinyi miungu, naona wale jinyo tepia, lakini mtakufa kama wanadamu na kuanguka kama mmoja wa kuu, ile kwamba mtu ni mwana wa Mungu na kama Mungu duniani, asema atakufa kama mwanadamu na kuanguka kama mmoja wa kuu. Kwa hiyo Mungu hakukusudia tufe kama wanadamu wanavyokufa, hakukusudia tuanguke kama wengine wanavyoanguka, ila kwa sababu hatujui wala hatufahamu. Kwa the moment tunajua na kufahamu, tunakuwa tofauti. Asema hawa Jui, wala wafahamu na utembea gizani. Kwa nini sababu? Nuru ya Mungu haifanyi kazi mahali ambapo hakuna ufahamu kamili. Unapotambua kwamba nina Mungu ndani yangu, unapotambua kwamba niko na Kristo na nuru yake iko ndani yangu, ile nuru inapata nafasi ya kuwaka. Ikiwaka giza inapotea ghafla. Kutokujua na kutokufahamu kunatufunga gizani, asema hawajui wala wafahamu na utembea gizani. Kwa tunatembea kizani kwa sababu hatujui na hatufahamu. Kuna mambo ambayo hatujui kuna mambo ambayo hatufahamu au tunajua na tufahamu lakini hatuamini. Tusipoamini tumefungamanishwa nje ya udhihirisho wa lile neno la Kristo, kwa sababu mwenye aki wangu atashika imani yake. Habakuki sura ya pili ndivyo inavyotuambia. Usipojua na usipofahamu imani haipo, sababu imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa lazima uwe unajua kwamba unajua kwamba niko hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na saba nasemaje? Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye kwa nimefanyika kuwa roho moja na Kristo. Yeye aliyeungwa na Bwana amekuwa roho moja naye. Kwa kama mimi ni roho moja na Kristo, mimi sio mwili tena, ni roho ambayo iko ndani ya mwili. Kwa mimi ni roho inayotembea kwa jinsi ya mwili. Kwa nimekuwa roho moja na Kristo, nimekuwa roho moja na Bwana. mimi ni rohoni sio mwirini, kwa chochote cha mwili na Kristo kuniathiri, sababu mimi ni roho kwanza, kabla ya kuwa mwili nimekuwa roho moja na Bwana. Kwa nikijua na nikatembea katika hiyo, ninapata matunda ya ua ufahamu. Kwa hiyo ukishajua hofu inaondoka. Kwa hiyo kutokujua au kutokuwa chini ya wa Bwana kunavuta roho ya hofu ndani ya mtu, kwa sababu Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba kwa maana Mungu akutumbia roho ya hofu maki roho ya woga, bali ya ujasiri na nguvu na moyo wa kiasi. Kwa kama Mungu akutumbia roho ya hofu, maanake nini? Kwa nini anasema roho ya u hofu? Hofu ni roho. Kwa kama hofu ni roho, maanake ni kwamba unapokuwa nje ya uvuli wa Kristo unakuwa chini ya roho nyingine, kama uwepo wa Mungu unaondoa hofu kwa mtu, kwa hiyo kuto kuwepoka uwepo wa Mungu kunaleta hofu kwa mtu sababu uwepo wa Mungu unaondoa hofu kwa mtu. Kwa uwepo wa Mungu ukiwa haupo kwa mtu unaleta hofu kwa mtu, na Timotheo wa pili moja saba inasema kwa maana Mungu hakutumbia roho ya hofu bali ya nguvu na ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa hiyo Mungu alitumbia roho ya ujasiri na nguvu. Unapokuwa chini ya uvuli wake Mwenyezi, unakuwa chini ya roho ya kwake, unakuwa chini ya ile roho ya ujasiri, unakuwa chini ya ile roho ya nguvu. Na unapokuwa nje ya uvuli wake, unakuwa chini ya roho ya hofu. Ndio maana Adamu alipotoka kwenye uwepo wa Mungu pale pale, hofu ilimvaa, kiasi kwamba alipomsikia Yesu anaingia bustanini alijificha, akasemaje? Nimeogopa kwa sababu niko uchi. Mungu akamwambia umejuaje? Nani alikwambia? ule mtu ambaye nilikwambia usiri, kwani sababu alijua sikumuumbia Adamu ndani yake roho ya hofu, amepata wapi kicho kufanya uogope, ujifiche? ni hofu ambayo iko ndani yako, na ili hofu ikupate ni ishara ya kwamba uwepo wangu haupo kwako, kwa sababu uwepo wangu kiwepo, hofu haina nafasi, inaondoka ghafla yenyewe bila kuikemea, inapotea ghafla. Ujasiri unaingia ndani yako, uwezo wa nguvu unaingia ndani yako. Ndio maana Biblia tuambia wenye haki ni wajasiri kama simba, ila waovu wanakimbia hata usipokimbizwa na kitu. Kwa mwovu, hata kama hajakimbizwa na mtu, yeye anakimbia tu, kwa sababu hofu inamvua na kumfunika. Ila mwenye haki anakuwa ni jasiri kama simba. The moment unakuwa chini ya uvuli wa Kristo, kuna nguvu inaingia ndani yako, kuna ujasiri unaingia ndani yako, na hofu inapotea. Uwepo wa hofu kwako ni matokeo ya uwepo wa Mungu kutokuwa juu ya maisha yako. Hatushindi kwa sababu ya nguvu zetu, tunashinda kwa sababu ya uwepo wa Mungu yuko pamoja na sisi tunapotembea. Hatuna ujasiri kwa sababu ya nguvu tulizo nazo, hatuna ujasiri kwa sababu ya uwezo tulionao, maarifa tulio nayo tunaujasiri sababu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha ya kwetu kwa sababu ya yule ambaye tumechunganisha kwake, sababu ya yule ambaye anaishi ndani yetu. Ndiyo maana waraka wa Kwanza Yohana sura ya 4 anasema nyinyi watoto wadogo, msiogope kwa maana mmekwisha kushinda ulimwengu kwa sababu aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko aliye katika dunia. Kwa hiyo tunaujasiri sababu ya yule aliyoko ndani yetu, tunajua tunatambua kwamba kuna Mungu ndani yetu, aliyezumba mbingu na nchi Asera ala asiasinzia asia, asiacha mguu wetu usogezwe, altudaa kutupigania. Nijapita katika bonde vuli moto, sitakupa mbaya, kwa maana Bwana yupo pamoja na mimi, ko gongo lake na fimbo yake vinatufariji ule uwepo wake natupa ujasiri. Ndio maana tuna ujasiri kama simba. Hesabu sura 16 na 17. sura 16 kuna mambo yalitokea pale, utaona kuna watu walinyanyuka kinyume na Musa na Haruni wakina Kora wakina Dathan wakina Biramu wakanyanyuka kinyume na watu wengine mia mbili hamsini ya nyuma yao. Biblia inasema wale watu wakwa watu wenye nguvu, watu wenye ushawishi, wakaenda kinyume na wakina Musa, wakasema pamoja na wakina Kora, wakachukua mawe, wakataka kuwapiga wakina Musa mawe. Biblia inasemaje? Walipoangalia upande wa pili, Biblia inasema wakaona wingu lilikuja, wingu mwake, Roho Mtakatifu alikuja, uwepo Mungu kashuka, utukufu wa Mungu ukashuka. Utukufu wa Mungu uliposhuka pale pale, hukumu iliachiliwa. Wale wakina Kora na familia zao, ardhi ilipasuka ikawameza, na wale wengine mia mbili hamsini moto ukashuka ukawala ote ukawateketeza. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa Mungu ulikuwa unatembea pamoja na akina Musa. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni mahali ambapo ni mahali pa utulivu, ni mahali ambapo panakupa comfort, ni mahali ambapo panakupa kutulia na kupumzika katikati ya dunia hii yenye kashikashi ya kila aina. Sikiliza, dunia hii imejaa kila aina ya stress. Taarifa zote ambazo unasikia huko duniani ni mbaya, hamna taarifa nzuri na vyombo vyote vya habari taarifa taarifa nzuri havitagi, sababu taarifa nzuri haziuzaki, zote ni taarifa mbaya. Kwa hiyo taarifa zimejaa kukatisha tamaa, taarifa zimejaa kuogopesha, taarifa zimejaa vitisho, ila uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe vitisho vinavyokuja katikati ya adui wanaonyanyuka, Mungu anapegena upande wa kwako. waona kaakina niana. Musa aliwaambia tulieni, mtaona mkono wa Bwana, hawa wamisri mnaoona leo, hamtawaona tena. Angalia walioko hawako chini ya uvuri wa Bwana wako, wanalia wanaramika, Musa umetutoa utumwani, umetuleta hapa ili kutuua jangwani, kwa sababu wanaona nyuma jeshi la Farao linakuja, mbele kuna bahari na hawana namna kuvuka, wakaanza kumlaumu Musa. Musa alimwambia Musa, alikuwa anajua namna ya kukaa chini ya uwepo wa Bwana, na alikuwa anakaa chini ya uvuli, akamwambia, tulieni muone mkono wa Bwana, sababu Wamisri mnaoona, mnaona sasa, hamtawaona tena. Wao wanalia, uwepo wa Mungu ulikuwa uko pamoja nao, lakini walikuwa hawajui namna kukaa chini kuka kuka ya uvuli wa Bwana. Musa alikuwa anajua kukaa chini ya uvuli wa Bwana, na alikuwa anatumia hiyo kama fursa kwake ya kukaa na kutulia. Hakuwa na hofu, hakuwa analalamika Musa, wewe kulalamika wewe, hakuwa anaogopa. Wakalia, wakawa na stress mwenye presha pengine alikufa kwa sababu ya kuogopa. Musa hakuwa na shida, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye, kwa uwepo wa Mungu ulikuwa ni kama ngao kwa Musa, ilimkinga na hasira za wana wa Israeli, sababu si mara moja kumpiga mawe, wapotaka kupeleza nchi ya ahadi, wapotaka kupiga mawe, wakasema tuchague watu wengine kiongozi, watu ongozi, waturudishe Misri. Musa akaanza akapiga magoti, akaanza analia, anawaambia msifanye kitu kama hicho. Wapotaka kupiga mawe, pale pale wingu likashuka pufa, Mungu kashuka na kachiria hukumu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24, tutakutana na habari moja ya Enoki. Biblia inasemaje? Enoki alitembea na Bwana akatwaliwa. Okay, kama Musa alikingwa na hasira ya wana wa Israeli, make uwepo wa Bwana utakukinga na kila changamoto ya hii dunia. Uwepo wa Bwana utakukinga na hasira ya adui kwenye hii dunia. Uwepo wa Bwana utakukinga na kila shambulizi la adui na la kibinadamu kwenye hii dunia. Sikiliza, unapompa Yesu maisha yako, ulinzi wako na msaada wako na tegemeo lako kwenye maisha ni yesu peke yake. Kwa ukipoteza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako unakuwa ni sawasawa na umeenda mbuga za wanyama alafu umetua katikati ya kundi la simba. Afu, na chui alafu hujui namna ya kujisaidia pale. Ukisoma ile kitabu cha Mwanzo sura ya tano mstari wa 22 hadi 24, utakutana na Enoki. Enoki alitembea na Mungu kwa kiwango ambacho mauti ilimwogopa, mauti kamshindwa, alikawe poni mwa Mungu kwa namna ambavyo akajikuta ameshavuka, ameenda nje ya muda, akaanza kuishi kwenye umilele wakati wake na alivyokuta anaishi kwenye umilele, alikuwa kana namna ya kurudi kuishi ndani ya muda, sababu kama ameshaenda nje ya muda ko akaanza kuishi kwenye umilele wakati bado ikabidi Mungu ampeleke moja kwa moja. Uwepo wa Mungu ulikuwa ni mkubwa kwake. Hakuna ugonjwa ambao unaweza kumpata Enoki, hakuna mchawi ambaye anaweza kumzuia Enoki, hakuna mganga wala muaguzi ambaye anaweza kumzuia Enoki, kwa sababu alitembea na akaishi kwenye uwepo wa Mungu, mkubwa sana kwa kiwango ambacho Mungu akaamua kumpeleka Soma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na saba mstari wa kwanza. Elia aliwindwa sana na mfalme, na aliambiwa, tumekutafuta kila kona kwenye nchi nzima, hatujakupata, mpaka mataifa ya jirani yote tumekutafuta, hatujakupata. Yeye alikuwa ndani ya nchi, aenda kwenye kijito cha Kilitha, akakaa kule, kimekauka, akapelekwa Serepta kwa yule mjana, akakaa kule. Wametafuta kila wanavyoweza, hawajampata ndani ya nchi na nje ya nchi, mipakani kote wamepita, hakuna. Kwa nini? Sababu alifichwa na Mungu. Yezebeli hakumweza wala Ahabu hakumweza hata njaa na ukame ulivyoingia haukumweza. Walikufa watu wengi sana sababu ya njaa ile, ila alibaki uwepo wa Mungu ukiwepo, hakuna kitu ambacho kinaweza kusimama kinyume na wewe. Mfano wa Yohana mtume, Yohana mtume, Yohana alikuwa anakana Mungu kwa kiwango ambacho alipofika mahali wakataka kumwangalia, mitume wengine walikuwa na uwawa kama kuku, ilipofika kwake walichemsha kwa kila njia, wanaotafuta kumuua walishindwa, walikwama, jamaa akashindwa kufa, wakamchukua, akaamua kumpiga kwenye pipa la rami, wakalitokosa kwa masaa, amefunika kufungua pipa kumtoa, iko vile vile, hajagusa uchote, hajaungua, hajababuka, hajapata maumivu yote, wala hana hata machozi. Wakaogopa wakasema, hatushindani na mtu, tunashindana na miungu, tunashindana na, na, na miungu Wakaamua kumtoa akaenda kumtupa kwenye kisiwa cha Patibo, amea kwenye kisiwa cha Patibo, kisiwa kisiwa cha mauti, akakigeuza kuwa kisiwa cha ufunuo. Katikati ya kisiwa cha mauti, akapanda aka mpaka mbinguni jioni akapata kitabu cha ufurusikiza Wewe ukitengwa mahali tu kilio, asubuhi hadi jioni. Ndio jamaa alitupwa nyikani kule, hakuna maisha, mtu akaenda kule na kufa, mimea yake ikaa kule na kufa, wanyama wakipaka kule na kufa. Akapaka kwenye kisiwa ambacho kina mauti ndani yake, kisiwa cha pati mwake, kisiwa cha mauti, akakigeza kwa kisiwa cha ufunuo. Yuko ndani ya kisiwa ambacho kinakula watu, yeye yeah, akapanda paka mbinguni, akaiconnect. Alichofanya nini? Aliconnect kisiwa cha mauti, akaiconnect na mbingu, pokopo kama vimeunganikana, pakani ni headquarter, mbinguni. Ufunuo kashuka ndani yake, alipopanda kwenda mbinguni sio kwamba alichukua akapeleka kwa jinsi ya mwili, no no no no, alienda kwa jinsi roho. Ile ya mwili wake ukiwa pale ali kwa alikuwa yuko pale, niomba kuna namna aliconnect adhira ali na mbingu ya Mungu, kiasi kwamba kile chanzo cha mbinguni kimeconnect na pale kisiwani, akapokea akadownload sura zote za kitabu cha ufunuo na maneno yote akayapata kutokea pale, akatupa na dunia nzima tunayatumia, akiwa yuko pale. Kwa nini? Sababu alikuwa ndani ya uwepo wa Mungu, alikuwa anaishi kwenye uwepo wa Mungu. Sio uwepo wa Mungu ukiwa na wewe na pana pana pana jangwa na gogo linakuwa nchi nzuri, mahali ambapo hapana maji panakuwa hapana maji. Ndio maana hata jangwani alipata chakula, ndio maana jangwani jangwa maji alito kutoka hata mwamba ulitoa maji bila samaji. Aliwalinda miaka 40, miguu yao haikuvimba nguo zao zikuchakaa, hakuna aliyeugua jangwani, hakuna aliyekufa jangwani, hakuna aliyehangaika jangwani. Aliwaalisha miaka 40 kwa sababu bila samaji, wingu liko pamoja nao mchana na nguzo ya moto usiku. Kilichokuwa kinawasaidia ni uwepo wa Mungu ambao ulikuwa pamoja nao, kiasi kwamba hata walipotaka nyama wale Mungu aliwapa nyama wakara, na aliwaambia mnataka nyama, hamtakula siku moja, hamtakula siku mbili, hamtakula siku tano, mtakula mwezi mzima mpaka ziwa kinai. Musa akakataa akasema, Mungu hawa watu ni wengi sana, hata ungech tuchukue wanyama wote na mifugo tulio nayo tuchinje bado haiwatoshi. Unasema hiyo, atakuwa anasema Musa kuna jambo gumu lote lisio liweza. Akasema mimi mkono wangu umekuwa mfupi? Akaambia ili jambo litatimia. Musa akamwambia, na walikula nyama mwezi mzima. Kivipi? haikuwa kazi yao, kazi yao ni kuamini kwamba watakula kama wewe ambavyo. Kivipi sio kazi yako, kazi yako ni kuamini kwamba nikikaa kwenye uwepo wa Mungu niko salama. Kivipi, none of your business. Shida nakuja pale ambapo unataka kujua kivipi. Hiyo unataka kujua kivipi sio sehemu yako, sehemu yako ni kuamini kwamba ninajua niko salama, ninajua niko sahihi ninajua niko mahali sahihi. Cha msingi nihakikishe uwepo wa Mungu uko pamoja na mimi. Nachotakiwa kufanya ni kuhakikisha uwepo wa Mungu, na Mungu uko na mimi, hauniachi niachi. Natembea uweponi mwake, nakaa uweponi mwake. Nikiamka cha kwanza nihakikishe uwepo wa Mungu uko na mimi, kabla sijatoka nje nihakikisha uwepo wa Mungu uko na mimi. Nikienda kulala nihakikishe uwepo wa Mungu uko na mimi.